Kuingenea, kwa familia moja kutoka eneo la Barnabas Nakuru, inaiomba serikali kuisaidia kumrejesha mwana wao wa miaka ishirini aliyekamatwa nchini Thailand. Anthony Mwangi alielekea taifa hilo mwezi Oktoba mwaka uliopita, ila akakamatwa alipofika nchini humo. Maria Nyambura anaarifu. Monica Wanjiko mama ya watoto watatu ni mwingi wa huzuni baada ya mwanawe wa kwanza Anthony Mwangi wa miaka ishirini kutiwa mbaroni na maafisa wa polisi katika nchi ya Thailand. Safari ya Thailand miezi miwili iliyopita, iliyopania kubadilisha mkondo wa maisha yao, ikigeuka kuwa ya majonzi baada ya Anthony kupatikana na stakabadhi gushi, Monica akilaumu wakala aliyehusika. Mama, alimpigia stamp yenye si mzuri so akienda mahali pale akashikwa. Saizi ameambiwa amefungwa <laughs> miaka mbili na nusu. Kuna barua tulipokea ati huyo mtoto anateseka hadi hapa, ana nguo za kuvaa, ana kitu. Sasa ikakuwa ni kilio kwetu, tunaomba tu mtusaidie juhudi. Za familia hii kufikia wizara ya mambo ya nje pamoja na wakala aliyehusika zimegonga mwamba. Sasa mama huyu akiomba serikali kukabiliana na mawakala ambao wanajihusisha na biashara hii. Mtusaidie tu, vile nitamwona vile nitamsikia ama hata vile nitaenda, ni tu mahali pale nimwone, tuaone sijamwajiria Tunalia, hakuna mwenye ako na amani, kila mtu analia kwa sababu ya huyo mtoto. Turudishieni tu huyo mtoto, mtuletee tu, tunaomba mjue vile huyo mtoto ataturudia kwa mikono yetu, ndio mamake akuwe, akue na amani. Familia hii imekuwa ikiwasiliana na mwana wao kupitia kwa barua zilizotumwa kwenye simu yake ya rununu, barua alizoandika Anthony zikieleza changamoto anazokumbana nazo. Alishughulika kwa hali na mali, akaenda akachukua loans ili huyu kijana at least apate green pastures. So nitaomba ya kwamba serikali ijaribu sana kuchunguza hili jambo, wachunguze hawa agents ambao wanashughulikia haya maswala, kwa sababu ni tatizo kubwa sana kuona ya kwamba tumeshughulikia katika hali ya passport alafu kufika pale kijana, unaona ati amepata muhuri ni fake. How comes? muhuri ni fake na alipanda ndege akaenda mpaka Thailand. Maria Nyambura, Runinga ya Citizen.